Sasa tulikuwa tuna jambo moja, wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, mtoto kuwepo kituoni ni the last option, ni uamuzi wa mwisho kabisa. Yani ndio hatuna, maanake hatuna, hatuna, tumeshindwa kwa kumweka akakuwa vizuri, tunampeleka kwenye vituo vya kulelea watoto. Sitaki kusema kituo hichi hakifanyi kazi, mnafanya kazi vizuri, tunakupeni hongera lakini lengo na madhumuni ya mtoto ili akuwe vizuri ni mtoto kulelewa kwenye jamii aliyotoka. Kama hivi sasa hivi wote wameenda huko, kwa hiyo hatuna hata mtoto mmoja ambaye hana babu hana shangazi hana mama hana nani hana na, yaani ule mweupe mweupe kabisa kabisa hana mtu, katukwa na hatumjui kwao, hatuna hata mmoja. Na ndio maana leo tunaona hapa kwe kweupe. Kwa hiyo lengo na madhumuni, wazee wangu, watoto tunaweza tukawachukua kwa muda lakini baadaye tuwaunganishe na nani na familia zao. Kwa hivyo lengo, naomba jamani, tulielewe ni hilo, watoto wakitoka kituoni wasiendelee kukaa hapa. Anaweza kukaa miaka miwili watatu, tukampeleka kakaa na mama yake, tukamsaidia kule alipo, na ndio mtoto huyu atastawi vizuri. Hapa anaweza akawa anafundishwa nini? Anafundishwa mambo yote skuli, anafaulu vizuri lakini hiyo si indiketa kwamba labda huyo mtoto analelewa vizu, anakuwa vizuri kisaikolojia. Kwa lengo na madhumuni ni kuboresha, ni kuangalia changamoto mafanikio yaliyo kwenye kituo hichi, lakini kama kuna ushauri lolote lile tuambizane, lakini pia na sisi tuambie mwelekeo wetu wa wizara kwa sasa hasa kwa vile tuwapya, mwelekeo wetu kwa sasa ni upi. Lakini ipo haja basi ya kuwa pamoja tukashirikiana kwa pamoja, kwa sababu vituo hivi ni vya binafsi, lakini vipo chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Tuna wajibu kama wasimamizi wakuu kuvijua, kuvifuatilia, kukaa nao tukashauriana, kuhakikisha lengo ni moja tu, ustawi wa jamii

Mimi nimesikia maelekezo ya Mheshimiwa Waziri na tumeyapokea na tutayafanyia kazi. Tulibaini wakienda majumbani, wale watoto wanakwama nyuma, hawendi skuli, hawanapata taaluma yoyote, hatumaye wanaangukia kubanja kokoto, wanakosa taaluma na wanakosa ule utaratibu hasa wa kumthamini